Lilipotokea lile la kwanza, mnaweza mkadhani baadhi ya watu wame- wa, mnaweza mkadhani baadhi ya watu wamekosa huruma. Ngojeni niwaambie wenzenu walipanga nini, ili muwajue hawa watu walichokipanga. Na mimi bahati moja nzuri sana ni ni, ni ni, utamaduni wetu sisi wafugaji hatunaga uoga n yani hatu, hatuogopagi kusema ukweli. Nitausema huo huo ukweli, na wakiendelea kufuatafuata nitalipuka na mengine zaidi. Simtanilinda, simtanilinda, wangapi watanilinda? Ndio hawa wanaharakati hawa wanaharakati kule walipo na wale waliowatuma walipanga jambo ovu dhidi ya nchi yetu. Hakuna hata moja ambalo limetokea bahati mbaya, yote yalipangwa na wao, wakiwa wamejificha kule, wakajaribu kupenya na kupata baadhi ya vijana wetu, na wakapenyeza, na baadhi ya watu wa kutoka nje wakapenyeza kutekeleza ajenda yao na lengo kuu ikiwa ni namna gani watakamata rasilimali zetu ambazo zimegundulika ndani ya nchi yetu. Wanajua Tanzania sasa hivi tunavyoongea ni nchi ya kwanza kwa Afrika kwa wingi wa madini adimu, critical minerals. Uranium Tanzania namba moja kwa Afrika, na ni nchi ya tisa duniani. Na haya madini sio kila nchi imepewa. Mungu katupendelea sisi, yapo hapa wanajua watanzania wakiwa wamoja hawawezi kuyafikia, na wanajua maeneo ambavyo nchi za kiafrika unaweza kuzipata ni matatu. Eneo la kwanza ukabila, eneo la pili uchaguzi, eneo la tatu udini. Wakajua kwa tanzania kwenye ukabila hauwapati, tumeoleana mno hata hapa wote nyiwe mlioko hapa mmekaa tangu asubuhi hapa, hamna hata moja akamuuliza aliyemwegemea ni kabila gani? Wanajua huko tulishavuka, wakahamia kwenye uchaguzi, kwenye visingizio. Naongelea ninyi, mnajua reforms zilizofanyika. Inawezekana tume haijawaambieni kabla ya uchaguzi, rais huyo alijitahidi kufanya reforms zile zake. Walisema wakurugenzi wasio wasimamizi wa uchaguzi, hili alikutoka CCM, hili litoka upinzani, tena kwenye chama kikuu cha upinzani likakubalika. Mwaka huu uliopita huu mwaka, uchaguzi huu uliopita, wakurugenzi hawakusimamia uchaguzi, wamechukuliwa tena kwa interview za watu, afisa wa kawaida ambaye hana kadi ya vyama wamepelekwa wakasimamie. Wakasema kuondolewe swala la, la, la kupita bila kupingwa Hili halikuwa jambo la CCM, lilitoka kwao mwaka huu hapa. Kwa hiyo na issue inaitwa kupita bila kupingwa. Wanasema viongozi wa vyama vingine wanapataga shida, magari ya kufanyia kampeni. Kwa hiyo yeyote ambaye anamgombea urais na mgombea mwenza wapewe magari. Wagombea wa vyama vyote vilivyokuwa na ugombea urais wamepewa magari mapya, yeye na mgombea mwenza wake, ili alikotoka CCM. Wanaongelea reform zipi haya yote haya wadi, ni wao walipendekeza. Sasa imemalizika pale, tunaelekea uchaguzi, bado miezi mitatu mitatu, si sita, bunge bunge livunjwe. Moja ya chama chetu kimojawapo pale wakabadilisha uongozi, anakuja moja mwingine anasema hatuendi kwenye uchaguzi mpaka tubadilishe katiba, mpaka tupate mabadiliko makubwa. Mabadiliko makubwa ni haya ya katiba yaliyosalia sasa ninyi Watanzania, kwa sababu wale jamaa wanatumiaga chaguzi kugawa mataifa mkadhani ni uchaguzi kweli. Wenzenu walichokuwa na kipanga walikuwa wanatupeleka kwenye vita, walikuwa wanapanga wacheleweshe uchaguzi kwa, kwa, kwa akili ya kwamba tufanye kwanza mabadiliko tusogeze uchaguzi ili ikishafika Januari, ikifika Januari moja serikali ile mliochagua elfu mbili na ishirini iwe imeisha muda wake, waje na maandamano kwamba tuna serikali ambayo imevunja katiba. Ndiyo mimi, mimi nasemaga ukweli, hivyo hivyo walipanga. Wewe katiba gani? tulijaribu miaka mitano tukashindwa, katiba gani unaweza ukaipata kwenye miezi sita? Walipanga tuingie mkenge kama nchi, kwamba tuahirishe uchaguzi uchaguzi Jambo la katiba haliairishiwi kwenye genge tu hivi. Katiba hii haiaili masharti yake ya kuibadili, someni muone. Ni mpaka ninyi Watanzania ndio mpige kura hii ndio iweze kubadilika. Hatukai tu hivi kwa sababu tuna tunaongea wetu vyama vya siasa, tunaweza tukakaa tu hivi tukasema tunasogeza uchaguzi mbele. Walijua kwamba hii haisogezi kwa, ma, kwa mazungumzo ya aina hiyo, wakasema tu wakishaingia mkenge huu usogee uchaguzi Ukishasogea ikipita iki tarehe thelathini na moja ya Disemba, hiyo serikali itakuwa haipo kikatiba, ili waitishe maandamano na nchi yetu ingie kwenye machafuko. Serikali itasema ikasema, tutaenda na walio tayari. Hawa ambao hawataki, kwa, kwa ridhaa yao hawakusaini fomu kwa ridhaa yao, wakasema hawashiriki, tukasema wale wanaoenda wataenda kushiriki. Sasa ukianza kusema ushindani umekuwa mdogo. Sasa Yanga kama wamekataa kwenda kwenye mashindano, Simba akakutana na akakutana na na na, na, na Singida tu. Kwa nini uwaulize waliokataa kwenda? Ndio mashindano yatakuwa mepesi kwa sababu wewe haukwenda, ndio. Ndio. Kama kwenye mashindano Yanga akakataa, Simba kaenda. Unaanzaje kumwambia Simba umepata timu rahisi? Kwa nini haukwenda? Serikali ikasema itaenda na vile vyama ambavyo viko tayari, wakarudi nyuma, sasa kwamba wanaenda. Ndiyo maana walipanga fujo ifanyike tarehe ishirini na tisa ili waharibu uchaguzi, ili wakishaharibu uchaguzi, siku siku tano baadaye, mwezi mmoja baadaye, serikali iliyopo ionekane muda wake umeisha. Ninyi mnadanganywa uchaguzi, watu wanapanga jambo lingine la, la, la kupeleka nchi kwenye vita. Ndio maana walipanga siku ile ile. Sasa baada ya kuwa ku, kwenye kushiriki wameshindwa kukwamisha, wakataka wakwamishe kupiga kura ili nchi ikose serikali. Mnataka sisi tuwe kama wale wengine, mainchi yale mengine ambayo yalishakosaga serikali? Ninyi ndio mnaipenda, mnataka Tanzania ifike huko? Waliopanga, ndio maana wale, ndio maana wale wanaotuma wanakubali kuingia gharama hivyo. Hizo gharama sio za kuwapenda Watanzania. Kijana moja tu wa mtaani tulikuwa tunapeana songesha hapa juzi juzi, kapewa bilioni tano ili awape vijana chupa za petroli wawashe moto nchi yao. Mwingine kapewa bilioni nne. Yule mwanaharakati yeye anasema amepewa bilioni kumi na mbili na gari ya milioni mia tano ili yawashe moto nchi yetu. Na mimi niwaambieni, mkitaka kujua kwamba jambo halikuwa uchaguzi, oneni walichokuwa wanapanga kwamba mradi kielelezo, ndoto ya baba wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na awamu ya tano ya Rais Magufuli ikapigwa pigwa na mizengwe. Magufuli akasema tutaujenga mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Watu wanakaa huko, wako nje huko, hawapangi hata kurudi hapa nchini Tanzania, wanasema mkachome na bwao la Mwalimu Nyerere, kwamba hiyo ndio haki tuwape tu. Nawauliza wana mambo pande, kwamba watu wanasema wakachome na bwao la Mwalimu Nyerere ni haki yao tuwape tu, wakasema wakachome waka, waka na reli mradi wa ndoto ya baba wa taifa na rais Magufuli akasema ya ianze na mama Samia kwa kufunga mkanda akatumia trilioni sita nukta tano fedha yenu nyie wa Watanzania ikajenga bwawa lile, akatumia takribani trilioni saba kaziweka kwenye reli fedha yenu nyie. Alafu watu wanakaa huko hawana hata mpango wa kuja kurudi hapa, eti kisa wanaongea Kiswahili ndo tuone na waa ni Watanzania wanaelekeza kwa WhatsApp. na hivi ndivyo wanavyofanyaga wale. Fuatilieni historia. Siku nyingine wakinitibua nita, nitafunguka zaidi. Najua mataifa yote waliowahi kufanya mambo ya aina hii na mimi niwaambieni, wale wanaowatuma watamezea mate hii uranium, mpaka watameza na ulimi. Hii nchi haitaongozwa kwa rimoti. Endeleeni kuambizana, endeleeni kuambizana. Tuna jambo la haki, kila mtanzania anastahili haki, na tuna jambo la wajibu, kila moja akitimiza wajibu wake, na kila mmoja akapata haki yake, tutaishi kwa amani. Hii mambo ya haki, tusiongelee haki kivyake vyake. Katiba yetu imetuambia vizuri hapa huwezi ukasema una haki ukafunge bendi ya mziki hospitali ya taifa ya Muhimbili hapo kwamba wewe una haki ya kwenda popote. ime- imeongelea haki ya ulinzi wa mali za umma hapa kwenye katiba. Awezi genge tu likataka kwenda kuharibu mali za umma alafu tuka, alafu tukasema wana haki, wala watu wasijipe haki ya aina hiyo. Hii nchi haitaenda bila wajibu, wala tusioneane aibu kusema haya. Lazima wajibu, lazima wajibu, ili jambo la wajibu, wala wala wala, huo sio ukatili, ni wajibu, lazima uwajibike, ndio wala, sio ukatili, ni wajibu. Hakuna taifa ambalo halina hata. Mungu aliyetuumba kwa mjibu wa Biblia, hata Mungu aliyetuumba aliweka na wajibu kwamba umwabudu yeye tu na sio miungu mingine. Yeye mwenyewe aliye wa haki. Hata wana wa Israeli, tulielezewa aliwapa, aliwapa wajibu wa kutimiza ili, ili, ili waende kwenye hiyo safari yao. Yeye mwenyewe mwenye haki, na hata kwa Waislamu hivyo hivyo, ndo maana kuna swala tano, ndo maana kuna kufunga. Hauendi tu kwa Mungu kwa kutembea kwa mguu una wajibu wa kutimiza, yeye mwenyewe aliye wa haki. Ninyi mnataka mtuumbie taifa gani, lile la watu wasio na wajibu? Ndiyo, sasa nilikuwa naongelea kile kipengele cha mambo ya uchaguzi, kwamba nchi zetu zinazoendelea huwa zinawekewa mtego kwenye uchaguzi, zinawekewa mtego kwenye ukabila. Sisi kwenye ukabila tulishavuka wametujaribisha hapa, lakini bado upo mtego mwingine ambao wanatutafuta nao sana, mambo ya udini. Tanzania tulizoea kila mtu kuwa na dini yake, na kama nchi serikali haina dini na kila mwananchi ana uhuru wa kuabudu dini anayoiamini wala haijawahi kuwa vikwazo. Mimi ninayo mifano hata ya familia, wanandoa wawili, moja Mwislamu, mwingine Mkristo. Mi ninayo mifano hiyo. Hiyo ndo Tanzania tuliyokuwa nayo. Sasa hivi tunawindwa mno kwenye jambo hili la udini, na mimi nilisema na wakati ule, nawaomba Watanzania, viongozi kwa waumini, viongozi wa siasa kwa wa, kwa wa, kwa wa kwa wananchi wa kawaida huu mtego tuukwepe. Huu mtego tukiingia hauna mshindi. Ukienda kwenye mtego unaogusa imani ya mtu hauna mshindi. Nilisema kwenye kikao kimojawapo, viongozi, mna maoni, mna ushauri mna mambo ya msingi kuanzia, Mheshimiwa Rais amesema milango iko wazi, yuko tayari kwa vikao. Nendeni onaneni na Mheshimiwa Rais, semeni mnayotaka, na sisi wasaidizi wake wote, milango iko wazi. Hiyo ndo nchi yetu. Tukiendelea na utaratibu huu wa kudokoana dokoana kwenye mambo ya imani, tutakapoingia kwenye mtego huo, hauna mshindi na hauna kutoka kwa urahisi. Nimeziona rejareja hivi, huyu amesema kwa huyu, huyu kasema kwa huyu. Mimi nawaambia ni bila kutaja majina, twendeni tuepuke mtego huo, kwa sababu tukiingia hauna mshindi. Na ndo maana nikasema siku ile pale, akikosea askofu, kanisa lisifungwe; akikosea shehe, msikiti usifungwe. Watu waachwe na imani yao, waendelee ibada. Si kati ya mtu na askofu wake, ibada ni mtu na Mungu wake. Ndio haya mambo, ukifuatilia kwenye nchi zilizowahi kuharibikiwa, kila mtu alikuwa anajiona yeye hausiki. Yalipowakumba, yaliwakumba wote na sasa naanza kuonaona mchezo huo. Kila mtu anadhani anadhani anatumia tu uhuru wake wa kusema, anadhani anatumia tu uhuru wake wa kusema, wengine wanachokoza, wengine wanachokozeka. Tunacheza na mtego ambao ukitunasa ni ngumu sana kutoka. Usimguse mtu kwenye imani yake. Hili tuambizane wote na nafsi zetu zituongoze, watu wawe responsible na taifa hili, tusiwapeleke watu kwenye mtego wa aina hiyo. Ndio hasa unaweza ukaita press yako, ukamwona tu mmoja hivi, ukaenda ukamshambulia, uka yule uliyemshambulia waumini wake unakuta wanamwita baba. Wewe utaona mpuzi, mpuzi na kaongea upuzi hivi, waumini wake wanamuita baba. Ndio. Ndio maana haya tunatakiwa tuyaepuke. Na sisi wenyewe ambao tunaitwa baba tunatakiwa tuwe responsible, tuepuke kuwapeleka watoto wetu kwenye matatizo hayo kwa sababu kwenye hii nchi tumeingiliana mno, hamna hata mkoa mmoja ambao wao kwenye mkoa wao ni wa dini moja watupu. Haya tunatakiwa tuongee kama Watanzania. Huu ni mtego, tunatakiwa tuuepuke kwa nguvu zozote zile, tusiende huko. Twendeni tutumie njia zetu sahihi za kushughulikia mambo yanayotuhusu.